Mimi saa hii nikiwa naibu wa rais, mimi nataka baada ya miaka yangu mbili, wakati tunaenda katika election, wakati wa kampeni, nataka muniulize, wewe jirani yetu, kwa sababu umekuwa kwa hii serikali na wewe ni mtu mkubwa, deputy president, hebu tutajie ile maneno projects ambao umetutetea tukapata hapa Isiolo. Ndiyo, na nitajielezea, ndio unaona, nasukuma hiyo barabara ikamilike, ila ijaanza, ianze mambo ya masoko ijengwe, pesa ya stima iongezewe, pesa ya affordable housing iongezewe, ndio nizikuja hapa nikiulizwa maswali. Sina kitu ya kusema na wale tunashindana nao, tukutane Isiolo, watoe ile walileta wakiwa kwa viti, na mimi nitoe listi yangu. I am telling you. Kwa hivyo mimi, mimi nataka niwakikishie, I'll account for my time in office mimi sio mtu ya kuzubaa alafu nangojea kuulizwa maswali sin, ambaye sina jibu. Nimejipanga kwa mtihani. fire si fire. Fire si fire.